Kwenye nchi unapoona bendera ina rangi nyekundu, maana yake hiyo nchi ilikombolewa kwa kumwaga nini, lakini nchi yetu sisi Tanzania haijawahi kumwaga damu. Ndio maana kuna kijani, njano, nyeusi na blue kwao. Tunamshukuru Yesu kwanza, sema ameni kubwa. Nataka nchi yetu Tanzania ivuke, naomba kila mtu anyooshe mikono yake kuja huku kuelekea huku kwetu, kwenye nyoosha bendera, nyoosha mikono yako kwenye bendera, nyoosha kabisa ah. Tumebakisha siku ya Jumatatu na Jumanne tu, tumebakisha siku mbili tu, nchi ingie kwenye uchaguzi ya Jumatano. Ah, sisi sisi ni kanisa la madhabahu ya uzima na amani. Kanisa la Life and Peace Altar International Church Tanzania. Mimi ni askofu mkuu wa makanisa yote Tanzania ya Life and Peace Altar International Church. Kwa niaba ya kanisa langu la kwa niaba ya kanisa la madhabahu ya uzima na amani, ninaiombea nchi yangu Tanzania. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, katika nchi yangu na nchi yetu ya Tanzania hakutamwagika damu, hakutakuwa na vurugu, hakutakuwa na maandamano, hakutakuwa na uharibifu Ninafuta katika ulimwengu wa roho, ninafuta katika ulimwengu wa mwili, ninafuta hata katika ulimwengu wa nafsi ya kwamba Yesu ukasimame na nchi yetu ya Tanzania ili injili yako ikasambae, ili injili yako Yesu ikahubiriwe katika nchi yetu ya Tanzania, tuvuke salama katika uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano siku ambapo inchi yetu Tanzania itachagua rais, itachagua wabunge na madiwani. Yesu, utupe rais wa kusudi lako. Yesu, utupe wabunge waliobeba kusudi lako. Yesu, utupe madiwani waliobeba kusudi lako. Ninatamu Kusudi la kishetani halitafanikiwa bali kusudi lako Yesu litafanikiwa. Naiombea amani nchi yangu ya Tanzania. Naiombea baraka. Nimezaliwa katika nchi ya Tanzania. Utumishi wangu umestawi katika nchi ya Tanzania. Na nashukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kunipa cheti cha usajili wa kanisa la Life and Peace Altar. Chini ya mamlaka hiyo, ninatamka Tanzania ni salama, Tanzania ni amani, Tanzania ni nchi ya furaha, Tanzania ni kimbilio la baraka kuanzia sasa. Ninafum Malango ya mauti linavunja malango ya kuzimu katika nchi ya Tanzania, hayatatokea. Malango ya mauti, malango ya kuzimu hayatatokea katika nchi yetu ya Tanzania. Ninatamka baraka. Nimesimama hapa mbele kuwakilisha jinsia ya mwanaume na jinsia ya mwanamke Tanzania ina wanaume ina wanawake ina wababa ina wamama ina mabinti ina vijana, na tamka wote wawe salama. Roho za kumwaga damu, roho za uharibifu, kila roho zote za kuzimu na mauti hazina nafasi katika nchi yetu ya Tanzania. Ninabariki, naibariki Tanzania. Jumatano, tarehe 29, mwezi wa 10 tunavuka salama kwa jina la Yesu. Lilinde na kanisa langu na washirika na wanangu wote waliokwenye kitabu cha uzima Yesu, walinde na tamka na nama kwa jina la Yesu Kristo. Kwa neno hili ninavunja malango ya kuzimu na mauti hayataingia katika nchi ya Tanzania, lina yafuta kwa jina la Yesu Kristo. Na kwenye hicho kiti akae Yesu yoyote uliyomchagua kwa kusudi lako, na mbunge yote apate jimbo yoyote uliyomchagua kwa kusudi lako, na diwani yote wakata apate udiwani yule ambaye umemweka kwa kusudi lako. Yesu, ninasema Yesu, kwa sababu ndio Je, Mungu nayemtumikia na Mungu ninaemwombea amani, na amani hiyo alisema Yesu, amani yake ni nyingi. Yesu alisema msifadhaike, amani ni wapayo sivyo ulimwengu unavyotoa. Ninatamka mimi kuhani mkuu, askofu mkuu wa kanisa la Life and Peace Altar Church, madhabahu ya Mwanza, Mihama Kitangili, hata madhabao ya Arusha Sanawari Moivo, hata madhabao ya Mwakipete Ntawa Itongo, hata madhabao ya Bagara Babati Manyara, Yesu usimame na kuibariki nchi yetu, na amani ikatawale, na wanangu wote wa madhabahu zima, na amani, asiwepo wa kudhurika wa kumia kwa jambo lolote, bali amani imetawala Tanzania. Uko huru, Tanzania umebarikiwa, Tanzania ya nchi ya furaha. Asante Bwana Yesu. Yesu kaniweka kwenye maombi ya siku nne, na leo nakamilisha Tanzania na rangi nne, na Yesu kaniweka katika maombi ya siku nne madhabauni, nami natamka mia, umekombolewa Tanzania, umelindwa Tanzania, amani juu yako kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu, na wote tuseme amen. Sijasikia sauti. Tuseme amen. <coughs> Tanzania. Amani. Sema kwenye amani kwenye kiti cha urais. Amani kwenye kiti cha wabunge. Amani kwenye kiti cha madiwani, amani, amani, amani, amani kwa makanisa yote, amani kwa makanisa yote. Amani kwa misikiti yote. Amani kwa misikiti yote. Amani kwenye kila jengo la kuabudia. Kuabudia. Amani iwe nyingi kwako Yesu juu ya Tanzania. Amani iwe nyingi Bwana Yesu. juu ya Tanzania. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu, Yesu. Tunaitangazia amani Tanzania. Tunaitangazia amani Tanzania. Tunaitangazia Tunaitangazia amani amani Tanzania. Amani, Tanzania. Kuanzia leo Kuanzia leo. Tanzania. Tanzania. Amani imetawala Amani imetawala. Sema tunavuka. Tunavuka 2025 tunavuka uchaguzi kwa amani, amani tunavuka uchaguzi kwa amani. Sema sisi madhabahu ya uzima na amani, miama mwanza. Sisi madhabahu ya uzima na amani, miama mwanza. Turudie tena. Sisi madhabahu ya uzima na amani, miama mwanza. Turudie mara ya mwisho. Sisi madhabahu ya uzima na amani tunasema, tunasema amani kwa Yesu, tunasema amani Tanzania, tunasema amani, Tanzania. Tunasema amani, Tanzania. Na uzima tele, na uzima tele. Makofi kwa na vigelegele kwa Yesu Pige na... Piga makofi kwa juu, piga makofi, piga makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi. Hmm. Amenyosha mikono yako, namalizia, nyosha mikono yako, nyosha mikono yako na malizia. Asante Bwana Yesu, wewe ni Mungu mwaminifu, tunakushukuru kushukuru, tunakutukuza, tunasema asante kwa upendo wako wa ajabu. Sisi kanisa la Life and Peace Altar International Church hapa Tanzania na duniani kote tunasema amani Tanzania, amani kwa kiti cha rais, amani kwa kiti cha wabunge, amani kwa kiti cha diwani na kila eneo ya nchi yetu ya Tanzania bara na visiwani. Mungu awabariki. Yesu Kristo, Mungu mkuu awatendee mema, na wote tuseme Amen.